Alizaliwa katika familia tajiri akaishi maisha ya kifahari lakini, alikuja kuwa tishio kwa dunia nzima. Leo tunakuletea stori kamili ya mtu aliyetikisa dunia, Osama bin Laden. Hakika hii ni hadithi ya mshengao, vita na mwisho wa kushtua. Hakikisha kama hujasubscribe, basi unasubscribe hapo chini na kucomment. Usama bin Muhammad bin Awad bin Laden alizaliwa tarehe kumi Machi mwaka 1957 katika jiji la Riyadh, Saudi Arabia. Baba yake alikuwa bilionea maarufu aitwaye Muhammad bin Laden, mwenye asili ya Yemen. Usama alikuwa ni mtoto wa 17 kati ya zaidi ya watoto 50 wa baba yake. Licha ya kuwa tajiri, Usama alilelewa katika misingi ya dini ya Kiislamu kwa ukali na alipenda sana kuhudhuria madrasa. Alisoma pia katika Chuo Kikuu cha King Abdulaziz huko Jeddah, ambapo alipata misingi ya itikadi kali. Kwenye mwaka wa 1980, Urusi ilivamia Afghanistan. Usama aliona kuwa ni wajibu wake wa kidini kusaidia Waislamu wa Afghanistan dhidi ya Warusi. Akaenda huko kama mfazi, mpiganaji na mshauri. Akiwa huko, alianzisha kikundi cha wapiganaji waliokuwa wakijulikana kama Mujahidi. Kipindi hiki kilimjenga na kumpa jina kubwa hasa baada ya kupata msaada wa kifedha na silaha kutoka Marekani kupitia shirika la CIA bila wao kujua kuwa angegeuka kuwa adui mkubwa baadaye. Baada ya Warusi kuondoka Afghanistan, Osama hakurudi nyumbani badala yake alianzisha kundi la Al-Qaeda mwaka 1988 dhumuni lake lilikuwa kupambana na ushawishi wa marekani na mataifa ya magharibi katika nchi za kiislamu mwaka 1996 alitoa tamko la jihadi dhidi ya marekani na washirika wake alisema ni haki ya waislamu kuwashambulia marekani kokote walipo Osama bin Laden, Al-Qaeda walihusishwa na mashambulizi kadhaa ya kigaidi Mwaka 1998 na balozi wa Marekani nchini Kenya na Tanzania zililipuliwa, watu zaidi ya 200 waliuawa. Marekani ilimweka kwenye orodha ya magaidi wanaotafutwa zaidi duniani, lakini kilicholeta mshtuko mkubwa ni tarehe 11 Septemba 2001. Mashambulizi ya Twin Tower, World Trade Center, New York, ndege nne zilizotekwa na magaidi wa Al-Qaeda, takriban watu elfu tatu walikufa. Tangu siku hiyo, jina la Osama lilikuwa linaogopwa kila kona ya dunia. Baada ya mashambulizi ya tisa na kumi na moja Marekani ilianza kumtafuta kwa nguvu zote. Osama alifanikiwa kujificha kwa miaka mingi, akihama kutoka milima ya Afghanistan hadi Pakistan. Aliishi maisha ya kisiri sana, hata watoto wake walizuiliwa kutoka nje. Hatimaye tarehe 2 Mei 2011, vikosi maalum vya Marekani Navy Seals vilimvamia kwenye nyumba yake huko Abu Tabat, Pakistan. Katika operesheni ya dakika 40, Osama bin Laden aliuliwa kwa risasi kichwani. Mwili wake ulipelekwa baharini kwa maziko ya siri ili kuzuia kaburi lake kuwa mahali pa ibada kwa wafuasi wake. Osama bin Laden alichukuliwa na baadhi kama shujaa wa Kiislamu, lakini kwa wengi alikuwa muuaji wa halaiki. Historia yake ni ya giza, migongano ya kiitikadi na mateso ya maelfu ya watu. Dunia haito msahau kamwe. Unafikiria nini kuhusu maisha ya Usama? Tuandikie hapo chini kwenye maoni. Usisahau kusubscribe kwa stories zaidi zenye kusisimua. Hii ni Sulesh Online Blog na mimi ni Sulesh Ali. Tukutane kwenye story nyingine, asante.